Nimeangalia nimefungwa moyo moyo, mimi na na nacheza kuna kuna timu inachezea ya ya mazoezi yale magoli kipumbavu, eangalia mmekatika katikati, mmekatika dogo mmoja, ile ile game game moyo

Sio, ya ni kocha. Ah, ba. Yani mangungu ndo kuhakikishia, kutoka kwa kocha amekuhakikishia kutoka kwa kocha kwamba kama unajezi ba. Sasa sikiliza, muda mrefu sasa hivi mmekuwa mkimlalamikia mangungu, leo leo wewe ndio unaenda kuthibitisha mangungu anawapotosha. Manga. leo leo, leo, leo, leo. kwa sababu yes namekwambia Leo. jezi eohaya manenoaya maneno simbasimbijaa haya maneno toka nimezaliwa kwenye tumbo la mamangu toka nimezaliwa toka nimezaliwa sikuwahi kuvaa ed kuanzia juu Sijawahi toka nimezaliwa. Hapo ndo umeharibu ungevaa na viatu. Ndio viatu. Unapoenda kufungiwa, ungevaa na viatu. Wewe na na utamba kitoto. Mimi Simba kwanza. Tunafuatilia. Sawa. Eh, kama kama, kama... kama, kama Aisha pigwa chama chama na mimi tofauti yetu Sawa. Nini? Chama sio Mtanzania ndo tofauti yetu. Kama Chama na mimi ndo tofauti yetu. yetu sio Mtanzania